Right ya kuongea, Brother, hujafanya research. Sasa hizi kufungulia kesi utasemaje? Sikiliza, sikiliza, sikiliza, eh, bwana wewe, wewe kesi kama unataka kufungua, kufungua lakini mimi nakuambia, umeelewa? uh -huh. hii mechi haikuhusu, inakuja kwenye mechi zetu, umeelewa? Si kwenye mechi zenu, katika katika mechi kubwa kama mechi zenu, sisi kwa tena makuja na mabegi kutoka Zanzibar. Tuseme mimi kitu moja, alafu mshia mshia nimekuja kufungua, ngoja fungua kesi, nimejaza uwanja mimi, nimejaza uwanja. Sasa hiyo inakuhusu? Jibu, jibu unachokuja amjajaza uwanja. Sasa hizi akiniona media, unajua wewe si wa media, mwenzio yuko pale kimsha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 Umeelewa? ala anakuposti, alafu acholei kukutishia kama hivi kaipo. Wewe sikumtishia mimi, umeelewa? Wewe sikumtishia ukaniambia kwamba sisi, mimi mimi wewe, wendo ndakufanyaje, ndakufunga. lakini sisi eh, mimi mimi mimi nikwambia. Ndo nakwambia mwezi. Na okay, mimi ndo nakwambia kwa hivyo, hiyo Simba awe mnyonge kabisa, mimi nakwambia, na mimi si sijapani, sisi tumepoteza bsawa kelepose tumefungwa, na mtu kaona tumefungwa, lakini tunajipanga, tunajipanga mechi bado

inpesa yoto wa Yanga mlkuna wakaribisha kwenye mchezo na sikufungwa, si ajabu. Umeelewa siyo? Toa mpira

Kata. tumefanya Umelemi nini kwa Mkapa? Umemaliza. Sisi tumefanya nini? Ukisema kuna kitu tumefanya, unataka kutugombanisha na watani zetu. Tunarudi kwenda kujiandaa kwenye mchezo wa wawei. Sasa hawa wanaenda kucheza na mtu ambaye amemstopisha di Tunis nyumbani kwake. Hawa, hii hii save hii. Hmm. Hawa sio tu hawafuzu kwenda robo finali. Hawa wamalizi kwenye nafasi ya kwanza, ya pili wala ya tatu Umelemi. Hawa tuliwaambia hawamalizi kwenye nafasi ya kwanza ya pili ya tatu, hawa watamaliza mkiani. Na hapa kwa mkaba mkubwa wanasema tumewakimbia, wakipata pointi nyingi sana, ni pointi mbili bona

hawezi ukamtoa Morris Abraham alafu ukamleta uwanjani labda chasambi casambi ambaye aana gemu chsamb tujamuona mda mrefu. Kwa hiyo kocha alizingua kumtoa Morris Abraham ambaye alikuwa na game nzuri kwa kwelikweli. Angalia pia aina ya kikosi ambacho kocha amekifanya kabla ya mchezo. Hawezi kumwacha awezi za huu hata kama kweli haonekani uwanjani. Lakini momenti zake mara marakibao zinawabeba Simba, zinawapa magoli, zinawapakwenye faua. Kwangu mimi kocha alikuwa hapa kumtoa Morris Abraham na Akamwacha ni Omahema uwanjani. Kwangu mimi, ningekuwa kocha ningeanza kumtoa ni Omahema kabla kum ya, ya, ya kumtoa Morris Abraham, wajipange, lakini wana timu wana wana ya kawaida ambayo haishtui wala haiogopeshi, na ni kuibie tu siri. Hawa watoto walipokuwa wanacheza kipindi cha kwanza kwa, sio Petro nao wafahamu. Aa, Hawa kama aakama hawajaekewa potasiamu kloraidi vyumbani basi na kitu wamewekewa, kipindi cha pili najua wameenda kulao m lakini baadaye ukabadilika, unaongea kama mtu ambaye alopogawa. Unasikia, ni kweli, nisikiliza basi, ni kweli kama ulivyosema. Uhm, tumefungwa ni, ni mpira ni huu football, lakini usiseme kwamba kwani kwani kwani mpira kufungwa, sisi ndio ndio kwanza sisi Kevo au ni mjie kufungwa, wewe unajijua o na ikiendelea hivi saa tatu tunapigwa andishi